Kenya yatingishika tena. Rais William Ruto amesaini sheria mpya nane, ambazo Wakenya wengi wanasema ni hatari kuliko hata walivyowahi kufikiria. Sheria hizi zimezua maswali makubwa. Je, serikali inajaribu kuuza nchi kimya kimya, au je, hii ndio sababu waliamua kuwasumbua Wakenya na habari za kifo cha Raila wakati wakizipiga sahihi hizi sheria? Leo hapa kwenye Mizuka Media tutakuonyesha video za Wakenya waliotoa maoni yao bila kuogopa, kutoka kwa raia wa kawaida hadi viongozi kama David Maraga na gavana George Natembeya. Wacha tuanze. Kwanza kabisa wakati wengi bado hawajaamini, wa huyu dada mkenya anaonyesha hasira na uchungu baada ya kusikia kuwa serikali imeuza mashirika ya umma kumi na moja. Sikiliza vizuri anavyosema, tumeisha kama taifa. Maneno mazito ambayo yamegonga vichwa vya habari na wengi leo, maneno haya yamekuwa kama sauti ya mamilioni ya wakenya wanaohisi wameuzwa bila ridhaa yao. And let me tell you this happened immediately when Raila Odinga left us number one state is Kenyatta International Convention Center KICC kuna mkenya mwenye ajui hii. number two we have Kenya Pipeline Company number three we have Kenya Vehicle Manufacturers Limited number four we have Kenya Literature and Bureau number five we have Rivertext East Africa Limited six National Oil Corporation of Kenya seven we have Kenya Seed Company eight Mwea Rice Mill. nine we have Western Kenya Rice Mill Limited ten we have New Kenya Cooperative Creameries eleven we have Numerical Machining Comp Wakenya Let me tell you all this happened after the privatization bill was actually signed into a law imagine size these people have the power of selling anything anytime whenever they want because they did away with the parliament hapo katikati zitakuwa zinatoka hapa zinaenda kwa treasury direct na mnajua Treasury Kenya hana say are we together this is the nation we are having right now hakuna ile kitu yenye mnasema hii ni ya gava hii ni yangu na wewe no hakuna you can't brag about it right now they are actually owned by a certain individual a private firm so this is the nation we have right now and this is the nation we've been bragging for for the longest time <laughs> wa kenya we have a long way to go hatuna la kusema hatuna la kuamba ila sisi ni letu dito aluta kisha huyu mwanamke mwingine akaingia TikTok kudhibitisha ukweli huu, akasema: wakisema si business as usual, amini tu. Hapa ndipo wakenya wakaanza kuelewa kwamba hili si jambo la kawaida. Wengi wakaanza kuuliza ni nani anafaidika na uuzaji huu na kwa nini ufanyike haraka hivi. So guys, when I tell you it's not business as usual, mkuwe mkiniamini. Can you imagine? Yevenji has sold 11 state farms just days after passing the privatization bill. Days, ameuza 11 state farms. Acheni niwaonyeshe, guys. Usijua atatuachie nchi na kaje. Sale of 11 state farms cleared as President Ruto signs new law. Let me show you the 11 state farms very fast. Ooh, Jehofa. First one, ni KLB, Kenya Literature Bureau. Sijui kwa nini imefinika. National Oil Corporation of Kenya. Kenya Seed Company. Kenya Interna... Ooh, Jehofa. Moya Rice Mills Limited. Western Kenya Pipeline. Guys, guys, we, mimi naona hata kesho ni mbali. Tunaweza anza saa hii. Anyway, so ninawapenda sana lakini kijana huyu aliona mambo tofauti kabisa. Anasema kuna mtu anachukua fursa wakati wa Kenya wamezama kwenye majozi ya kifo cha Raila Odinga ili kupitisha sheria hizi kimya kimya. Kama ni kweli, basi huu ni mchezo mkubwa wa kisiasa unaochezwa chini ya pazia. Hey, guys, guys. Yani, someone is taking advantage of the situation whereby wanajua Kenyans wako so much concentrating on the issue ya baba because, you know, Ruto signed eight bills into law like the National Land Commission Amendment Bill ya 2023, Land Amendment Bill ya 2024. na zinginezo ukiangalia hapo but ile me caught my attention it is the Computer Misuse and the Cybercrime amendment bill ya 2024 whereby unaona hii ina restrict online account suspected of spreading misuse rumors cyber threat, lakini watajuaje? Na unajua hii ina restrict like a content creator journalist, kwa sababu wakiangalia waone content yako inakaa inauma, ina, ina uma, uma gava, inang'olewa Haya, kuna hii the privatization bill ya 2025 will enable the government to sell state owned enterprise without requiring fresh parliamentary approval, na pia hata public participation. Kwisha sisi, sasa vitu zitakuwa zinauzwa hata hatujui, hatujui zinafanywa privatization, hatujui now. Why now? Why now? Mbona saa hii hata aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya bwana David Maraga hakuweza kukaa kimya. Anasema serikali inataka kutufunga midomo ili tusiseme ukweli. Maneno yake yamewasha moto mpya ya mitandaoni. Maraga anadai kwamba baadhi ya hizi sheria zinavunja katiba, hasa zile zinazohusu uwazi wa mazungumzo ya umma na haki ya kuikosoa serikali. Wanataka kufunga midomo yetu, tusije tukazungumuze yale ambayo tunaona yanaendelea. Wanataka kuuza mali ya Wakenya kiolela eh. Na mwishowe, muangalie vizuri, hayo mali hayatauzwa kwa watu wa mbali, ni wao watakiuzia wao wenyewe na wala ambao ni wasaidizi wao. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba serikali ya Ruto inataka kujiuzia mali ya Kenya wao wenyewe na marafiki zao, na hiyo atuwezi kubali kabisa na kama hiyo haitoshi gavana wa Trans Nzoia, bwana George Natembeya ameibuka akisema sheria hizi ni njama tu ya kuwagandamiza vijana. Anasema serikali inataka kuzima sauti za vijana mitandaoni, haswa wale wanaopaza sauti kupitia mitandao na maandamano ya Gen Z. Kwa maneno mengine, Natembeya anaonya kuwa hii ni vita dhidi ya uhuru wa kujieleza. Mwane Raila, juzi juzi wameweka into law sheria ambayo inakuja kugandamiza vijana wetu. Hatuwezi andia kitu kwa mitandao. Mimi natukanwa kila siku kwa mitandao, nimekufa

Wakenya wanasema wamechoka. Serikali inasema ni mageuzi, lakini ukweli ni upi? Unadhani haya mageuzi ni njia ya kuokoa uchumi au ni mwanzo wa kuuza Kenya kidogo kidogo? Niachie maoni yako kwenye comment section, na kama bado hujatufollow au kusubscribe hakikisha umefanya hivyo, kwa sababu hapa kwenye Mizuka Media hatuogopi kusema ukweli. Eh bwana, mi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo, eh bwana eh. tukutane kwenye video ijayo.